Nimefika hapa kwenye, nimefika hapa kwenye banda la DCA. Nimejaribu kuangalia kwa umakini nikiweza kutambua dawa ambazo nilikuwa nikitumia. Uh, hii methamphetamine sijawahi kutumia ila heroin nimeshawahi kutumia. Hii heroin ndio unga ndio dawa ambayo nimetumia sana kwa muda mrefu katika maisha yangu. Na katika kingine pia vile vile ni hizi pipi za heroin ambazo pia vile vile nimeweza kutumia kwa muda mrefu sana katika maisha yangu. Kitu kingine ambacho nimewahi kutumia ambacho nakiona uh, hapa na ni ni, ni, ni bangi bangi ndio ambayo nilitumia ikaniingiza kwenye matumizi ya heroin. Kwa hiyo nimejaribu kupita kwenye banda la DCA leo, nimeona vile vitu ambavyo vilinibia maisha yangu, nimeumia sana. Bora hata ingekuwa ni sumu ambayo unakunywa kwa siku moja, alafu unakufa, lakini sio hivyo vitu ambavyo unavyoona kwenye macho yangu, sababu ni kitu ambacho unatumia ukiamka asubuhi hauwezi kufanya kitu chochote mpaka wewe umepata. Kama hujapata hauwezi kufanya kazi yoyote, hata vile vile kula pia vilevile unashindwa kula. Mimi nilikuwa nashindwa kula kwa sababu ya sijapata hivi vitu, nashindwa kufanya kitu chochote, na kama nitatumia kama sijala basi nitatapika kwanza, mpaka nipate hizo dawa ndio niweze kufanyaje kuweza kula. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nimekumbuka mbali sana katika maisha yangu, ndio maana nikasema kwamba bora bora hata ingekuwa ni, ni sumu ambao unainywa kwa siku moja alafu unakufa kuliko hii kitu ambacho nilikuwa nikitumia katika maisha yangu alafu kinanitesa, ikawa kama ugonjwa katika mwili wangu. Uh, mimi na, na, na, naweza kumshauri kwamba hii kitu kwa kweli haiguswi hii haiguswi kabisa, yani yani nashauri jamii na vizazi vingine kwamba hii kitu haiguswi, yani unapojaribu kuigusa tu basi tayari inakuwa imeshakuharibia maisha yako kwa muda mrefu sana, kwa sababu ukishaingia kwenye mwili wako inakuwa ni vigumu sana kutoka. Unaweza ukahisi kama unatumia kwa raha, lakini baada ya muda inakuwa inakuja kuwa kama ugonjwa, na ikisha kuwa kama ugonjwa, ina maana kwamba kuacha inakuwa ni kazi kubwa sana lakini napenda sana kushauri jamii ya kwamba tuwe makini, watu wanauza, tuweze kujua watu wanauza, tukanye jamii zetu kwa vitu ambavyo vinavyoendelea katika mitaa yetu. Nafikiri kwa kushirikiana hivyo, tunaweza tukapunguza hata uuzwaji na biashara ya dawa hizi za kulevya.